Kwenye maisha yako usiwe mwepesi kufunga ukurasa wa mtu kwa kuamini kwamba kwa tukio hili hatuwezi kuwa watu tunaoelewana. Wakati mwingine usimwangalie mtu kwa makosa yake madogo madogo, mwangalie kwa namna atakavyokusaidia. Jifunze kuangalia picha kubwa, usitunze vitu vidogo vidogo. Kuna wengine mkikosana leo, hasahau kirahisi, anaweka kumbukumbu moyoni. Namna tunavyoishi, namna tunavyotembea, namna tun unavyovaa sio lazima tuelewane kwa kila jambo. Kuna mwingine ugali anakula na kijiko, ukimwambia ale kwa mkono hawezi kubadilika, ndivyo alivyo. Anaweza akafika wakati akaumia, akasema nadharaulika. Haudharauliki, ni kitu kidogo ambacho hakipaswi kenikwaze. Hao wote nina wahesabu, wana sehemu zao tofauti tofauti. Tofauti ni kitu cha kawaida. Nini unafanya baada ya tofauti? Nitaamua kwama unakosea ama uko sahihi, Mungu bado ana mpango naye.